Madiwani wa viti maalumu wa Chama cha Mapinduzi CCM wilaya ya Mbinga wametakiwa kuwachachua kwa kuwahimiza wazazi katika kuhakikisha wanachangia chakula mashuleni. Hayo yamesemwa na katibu mwenezi wa Chama cha Mapinduzi CCM wilaya ya Mbinga John Bosco M Kandawile katika kikao cha kusoma utekelezaji wa ilani katika kuwasaidia wanawake madiwani wa viti maalumu wa jimbo lote la Mbinga kupitia Chama cha Mapinduzi CCM, ambapo amesema baadhi ya madiwani wamekuwa ndio chanzo cha kuhamasisha wazazi wasichangie chakula mashuleni. Badala yake amewataka wabadilike na kuwa sehemu ya kuwahimiza wazazi wachangie chakula. Mara nyingi tunasema mama ndio mwenye uchungu zaidi. Kule mashuleni, wengi tunasema tu chakula chakula, lakini hatuhimizi, na wengine baadhi yetu tumekuwa sehemu ya kukwamisha utaratibu wa kupeleka chakula mashuleni. Mifano ipo, Kiamili Sekondari, mimi nimeenda na nilikuwa pale mjumbe, tumeona tumeona wa mama. Siwezi kupeleka chakula, walimu wanakula. CCM oh, yeah! Kwa hiyo sisi kwa umoja wetu tutoke tuende tukahamasishe ili watoto wetu wote wapate chakula shuleni. Mtoto akipata chakula, na hata akili ya kujifunza inatanuka. CCM oyee! Pamoja na mambo mengine, amewataka waende kuhamasisha wananchi kujiandikisha katika daftari la mpiga kura, kwani bila wananchi kujiandikisha hawawezi kujihakikishia ushindi kwa chama cha mapinduzi kwenye uchaguzi. Uchaguzi ni namba, katibu amesema sana, uchaguzi ni namba, na kama uchaguzi ni namba, ni lazima sasa wote tukawe mabalozi kwenda kuhamasisha kujiandikisha kwenye daftari la wapiga kula bila kujiandikisha hatuwezi kujihakikishia ushindi wa chama cha mapinduzi. Unaweza ukawa na kadi ya mpiga kula, ukawa na kadi ya nida, lakini bila kichinjio, wewe huna faida kwenye chama cha mapinduzi. Na tutaweza kufikia lengo na hilo, kwa kujiandikisha kwako, tutahakikisha ushindi wa mwaka huu kwa Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan, hasa kwa mkoa wa Ruvuma. Tunataka kuijulisha dunia kwamba Ruvuma kweli ni Ruvuma, na mama hakukosea kumteua Daktari Emmanuel Jioni Nchimbi kuwa mgombea mwenza wa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Ni lazima tukamunge mkono, ni lazima tusimame, ni lazima tukahakishe tunaenda kuchukua na kuweka wa na ushindi ukawe mkubwa sana, sisi CCM Nnyiye, akina mama, ndo timu ya kwanza ya kampeni. Nyiye, akina mama, ndio mko mstari wa mbele kwenye kuhakikisha tunapata ushindi chama cha mapinduzi. Wewe hata mimi, una uwezo wa kunibadilisha dakika moja, nikaenda kuipigia CCM, kula CCM oi. Wakati ukifika mkahakikishe mnatumia ile mbinu ya shuka kwa shuka kitanda kwa kitanda, chumba kwa chumba, uvungu kwa uvungu, hatimaye tupate ushindi mkubwa. Na hiyo siyo matusi, hiyo siyo kosa kwamba akikukatalia mchana bwana wako kusema kwamba naenda kupigia sehemu kula, msubiri saa mbili usiku. Ikifika saa mbili usiku akikugomea, msubiri saa tisa Akijoma saa tisa, mtafute saa kumi na moja, karibu kuna pambazuka. Mwambie baba, sasa mimi niko tayari na wewe lakini ninachukua naweka wa lakini tupeleke kula kwa sisiemu. Hey, katika hatua nyingine, mwenyekiti wa UWT wilaya ya Mbinga Grace Milinga, maarufu mama Madeleke, amewataka madiwani hao kuwa mstari wa mbele katika kuhakikisha dawa zinapatikana kwenye hospitali. Sisi wakinamama, okay, tunatakiwa kule hospitalini kwenda kuandamana kuhamasisha dawa zinapatikana. Sio lazima ukaongee kule halmashauri, mnakwenda kuwatembelea wazazi mkajue changamoto zao. Kule kuenda kwenye wodi ya wazazi kuna shida kwelikweli, yes. nyinyi ndio mnatakiwa muende mkaangalie shida iko wapi. Tunaambiwa kina mama wanajifungua bure, mtoto chini ya miaka mitano anatibiwa nini bure, mzee anatibiwa bure je? Yeah, hivi vitu vinafanyika. Sisi ndio kazi yetu kwenda kuangalia vile vitu wa madiwani wa viti maalum, hizo taarifa ndio mngeleta. Tulikwenda Mbuyula tukaangalia wakina mama, tumekuta wanalipishwa glosi, wanabebeshwa glosi kumi, wanalipa madawa zaidi ya laki moja, laki mbili. Ndio zile changamoto mnaziainisha, mnakwenda nazo kwenye furkas, zikishindikana zinaletwa kwenye chama, sisi tunatoa maamuzi kwenye halmashauri kuu. Hapo vipi, apo? naye katibu wa UWT wilaya ya Mbinga Asha Chas amekuwa na haya ya kusema kwa ajili ya wajumbe: madiwani hawa hawakuchaguliwa kwa ajili ya posho. Naomba vichwa vyenu vitulie. Madiwani hawa hawakuchaguliwa kwa ajili ya nini hiyo posho? Kakupa wewe na wajumbe wako wawili, je, kwenye kata yako unayoilea amesaidia kitu gani? Ndicho tulichokuja leo kuulizana hapa. Sasa usimsifie kwa sababu alikuja na shilingi mia mbili mia mbili na vichwa vyenu vyote vimejaa hayo haya. Yule bwana ni mzuri sana, ametoa michango mingi sana michango, lakini wananchi amewafikiaje? Amewateteaje? Aidha, nao madiwani wa viti maalum wamepata nafasi ya kuwasilisha utekelezaji wa ilani ya chama cha mapinduzi CCM katika kata zao ndani ya miaka mitano. Hali ya kisiasa ya kata ya Tumandose bado haijakaa sawa. Pana tatizo la ukabila na uchu wa madaraka kwa wagombea wanaoomba nafasi mbalimbali, ila kwenye uchaguzi hakuna kijiji wala kitongoji kilichochukuliwa na upinzani. Tiada zaidi zimefanyika kuhamasisha wanachama wa UWT wapya kujisajili kwenye mfumo wa tehama, kukaa vikao vyote vinavyohusika vya kikanuni na vya kulipia ada zao. Utekelezaji wa, wa ilani kwa upande wa utekelezaji wa ilani ya uchaguzi ya, ya CCM 2025 katika kipindi cha miaka mitano, serikali imepeleka miradi mbalimbali ambayo inatekelezwa katika kata tatu. Nawasilisha taarifa yangu ya utekelezaji wa ilani ya uchaguzi wa CCM kwa kipindi cha miaka mitano. Kichwa cha habari cha hapo juu cha husika mtajwa hapo juu ni diwani wa viti maalumu mlezi wa kata tatu. Kwa heshima na taazima, naomba kuwasilisha kwako taarifa ya miaka mitano ya utekelezaji wa ilani ya uchaguzi wa CCM 2020-2025. Pamoja na barua hii nimeambatanisha na taarifa hiyo ya utekelezaji wa kazi za jumuiya ya UWT yaliomo katika taarifa yangu: moja ya utangulizi wai wa jumuiya, maswali hoja zilizochangiwa katika utekelezaji wake, utekelezaji wa ilani ya uchaguzi CCM 2020 2025, hali ya kisiasa kwenye maeneo ninayosimamia, vikao, ziara, uchaguzi. Katika kipindi cha miaka mitano, jumuiya ya WT imeendelea kuhakikisha kuongeza jitihada ya kupata wanachama wapya ili kuwa na jeshi kubwa katika harakati ya kukiimarisha chama na jumuiya kwa ujumla. Aidha, katika nafasi yangu ya udiwani wa viti maalum nimeendelea kuhamasisha wanachama wa UWT wape kujisajili kwenye mfumo wa tehama na kulipa ada zao. Nikiripoti kutoka katika ofisi za chama cha mapinduzi CCM ambapo kimefanyika kikao hichi, mimi Grayson Kapinga ya Jongo TV.